Sababu zangu wewe tena. Kwanza ilikuja jana kesi, kesi jana, mtokao mnaondoka nyumbani ulimpata akakuandika jina ukampata umempiga, si ndio huyo eh? Ah, unabisha, anakusingizia hii hey. Ah, ah, hey, hi kesi leo aishii ah, umo wewe, si ndio bingwa sana kila kesi, kijana, upo wewe kila na kesi upo anakusingizia, anakusingizia.